ngi na mafundi simu wenzako wewe unawaambia nini unawashauri nini wanapokuwa wanatekeleza majukumu yao ya kila siku? Shukrani sana ni kweli, tumekuwa tukitoa elimu na kwa bahati nzuri katika eneo hili la jumuiya yetu ya Umoja wa Mafundi Simu kwa kushirikiana na mamlaka mawasiliano, nami nikipongeza chombo cha mamlaka mawasiliano. Wakati mwingine huwa nasema e, ni mfano wa kuigwa na taasisi zingine kwa namna ilivyolinda ajira ya mafundi simu e, kwenye eneo hili ni pana kidogo, na mpaka sasa bado naendelea kutoa msisitizo kwa mafundi wenzangu, sio wa nyanda za juu kusini tu, hata kwa nchi nzima. Tumeshaadilishwa, wanajua mipaka yao ya utoaji wa huduma, ili kulinda hadhi, kulinda ajira zetu na vizazi vijavyo, na kulinda hadhi ya uchumi wa nchi yetu. Kwa kusema hivi, nina maana kwamba sisi mafundi simu tunahamasishana kutoshirikiana na wahalifu. Tunapinga sana jambo la aina hiyo. Pamoja na ajira hii tulionayo, lakini tunapaswa kuilinda kwa kuwalinda watumiaji pia. Kwa hiyo wazingatie mipaka, wao wanajua.